Mgombea wa nafasi ya makamu wa rais kupitia chama cha mapinduzi CCM Dr Emmanuel John Nchimbi ameeleza azma ya serikali kuendelea kuwahudumia wakulima wa korosho wa nchini kwa kuwapa pembejeo bure. Dr Nchimbi ametoa ahadi hiyo tarehe 2 Oktoba wakati akizungumza na wananchi wa jimbo la Tandahimba katika mkutano uliofanyika katika viwanja vya Majaliwa vilivyopo wilayani humo. Sasa yale tunayokusudia kufanya katika miaka mitano inayokuja, la kwanza kwenye eneo la kilimo, kwenye eneo la kilimo tumezamiria katika miaka mitano inayokuja kutengeneza visima vipya virefu vitano vitakavyosaidia skimu ya umwagiliaji skimu ya, na hii ni kwa Tandahimba peke yake, Tandahimba peke yake. Lakini vile vile ameongea mbunge kwa kina umuhimu wa ruzuku umuhimu nasimama hapa kusisitiza kwamba ilani ya CCM imesema kipekee kwa ruzuku ya mbolea na mbegu itaendelea kutolewa kwa watu wa Tandahimba, lakini pia itaongezwa kiwango cha wingi wake, lakini pia itakaguliwa zaidi ubora wake ili kuhakikisha kwamba wakulima wetu wanapata mbegu bora na mbolea bora. hapo vipi? Lakini vile vile ilani ya CCM imesema tutaendelea zaidi kuhakikisha kwamba kilimo chetu Tandahimba kinakuwa cha kitaalamu, kinakuwa cha kitala, ili mazao yetu yaongezeke, mazao yetu yaongezeke. Kwa hiyo maafisa kilimo, maafisa ugani wa Tandahimba wataongezewa uwezo wa kufanya kazi kwa kupewa mafunzo zaidi, lakini pia wataongezewa vitendea kazi, lakini pia idadi yao itaongezwa. Idadi yao itafanya nini? Itaongezwa ili waweze kufanya kazi zao kwa ufanisi zaidi. Katika hatua nyingine, Dkt Nchimbi amegusia suala la afya pamoja na upatikanaji wa huduma za maji. Tutaimarisha zaidi na kuiboresha hospitali ya wilaya ya Tandahimba, lakini pia tunakwenda kujenga vituo vipya vya afya viwili ili kuwasogezea wananchi huduma karibu, na tulikusudia kuongeza zahanati nne lakini kwa kiusumbufu wa mbunge wenu tunakwenda kujenga zahanati mpya kumi na mbili. Huyu jamaa msumbufu sana ana ni uzi ana baya, eh, kwenye maji, kwenye nini, kwenye maji tumesema kazi kubwa imefanyika na serikali ya CCM katika kuona kwamba watu wanapata maji safi na salama lakini bado hayajawafikia wananchi wote. Kwa hiyo tumesema katika miaka mitano inayokuja tunakwenda kuangaika na mradi mkubwa wa kutoa maji katika mto Ruvuma, wa kutoa maji kwenye mto ili aje yahudumie Mtwara na Tandahimba. Hapo vipi? Lakini vile vile mradi mkubwa wa maji wa mkwiti wa usambazaji maji unakwenda kutekelezwa. Hapo vipi? Upande wake mgombea ubunge wa jimbo la Tandahimba Mheshimiwa Katani A Katani naye alipata nafasi ya kuzungumza mbele halaiki ya wananchi hao huku akieleza maana halisi ya neno Doha katika mji tanda wa Tandahimba. Mheshimiwa mgombea mwenza, sisi ni wakulima wa korosho, bahati njema kwa nchi za Afrika Mashariki na Kati, sisi Tandahimba ndio wazalishaji wakubwa, na tumekuwa na kilio cha pembejeo tangu karne na karne lakini rais wa awamu ya sita na mgombea wa nafasi ya urais 25 30 Daktari Samia Suluhu Hassan ndani ya miaka minne ametupa fedha bilioni 726, wakulima hawa wanapata pembejeo bure. Mheshimiwa mgombea mwenza, jimbo la Tandahimba lenye kata 32, tangu tumepata uhuru tulikuwa na vituo vituo vya afya viwili tunapozungumza leo kwa kazi ya Rais Samia kwa kazi ya mgombea wa urais wa CCM, tunavyo vituo vya afya saba ndani ya miaka minne. Hii ni kazi ya CCM. <coughs> Mheshimiwa mgombea wa mwenza Daktari Emmanuel John Nchimbi, sisi tulikuwa na high school moja Tandahimba Sekondari. Tunaposimama kwenye viunga hivi kuomba kura za Chama cha Mapinduzi Tandahimba tunazo high school tano na zote tumejenga na mabweni. Hii ni kazi ya Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa, yeah. Mgeni rasmi naweza usielewe tafsiri ya Doha ya Tandahimba. Bahati njema umekuja mchana, utakapopata bahati baada ya kuchaguliwa kwa sababu sisi tunakwenda kumbambani kumbambandijakura zitajaa, zitajaa zitamwagika. Tutakuomba uje ufanye mazoezi ya, ya jogini hapa wakati wa jioni saa moja saa mbili, tunaokota mpaka sindano. Ndio tafsiri ya Doha ya Tandaia, Mheshimiwa mgombea mwenza. Sisi tunawashukuruni sana viongozi wetu wa kitaifa, kwanza kwa ilani mpya, ilani ya 25 30, inakuja kuleta majibu ya msingi ya wanatandaimba. Ukisoma ilani ya 25 30, mmetuwekea kiwango cha lami barabara kutoka Mkwiti kuja Tandaimba. Asanteni sana Chama cha Mapinduzi. Ukienda kusoma ilani ya 25 30 ndani ya wilaya ya Tandahimba tunakwenda kujenga kiwanja cha michezo kipya. Naamini 2028 Simba na Yanga watu wataangalia Tandahimba. Ukisoma ilani ya sisemu ambayo chama na wakubwa mmekaa kuitafakari, tunakwenda kujenga stendi mpya Tandahimba, tunakwenda kujenga soko jipya Tandahimba. Kakaangu balozi sisi tunao deni la kuwalipeni, na nikukuhakikishie kabisa kwa kuondoa mashaka, kura zenu tunazijaza, tunazijaza na tutazimbambamija kabisa.